na hiyo Kongo Mosque ni jamaa ambalo hawa ndugu wameanza kuliimba juzi, lakini masuala ya Kongo Mosque nimeyavulia njuga kitambo, na ndio sababu katika ardhi ile kuna kazi atiliekwa. Si mwingine aliyefanya kazi ile isipokuwa ni County Government of Kwale. Kuna ma DCI na ec wamekuwa wakija chini kuhoji masheke pale Kongo. Si mwingine aliyopeleka ripoti zile isipokuwa ni County Government of Kwale. Kila kiongozi tumesimama imara ili kutetea ardhi ya Kongo, ardhi yenyewe ambayo sisi katika ruwaza yetu ya county tumeiweka ili tutengeneze beach, Islamic beach ambapo watu wakitaka kuenda kuanga, kufanya masuala ya kujivinjari ya kidini inawezekana, kuwa tunaweza kuenda mahali pa heshima, iwe ni Kongo tumetengeneza kabro kutoka juu mpaka chini baharini hapo Kongo, na pia tunaweka mataa kwa sababu tunataka kuilinda hiyo ardhi ya Kongo. Swala la ardhi ndani ya Kwale hii ni swala ambalo nalifuatilia kwa ukaribu sana, na ndio sababu kwa hichi kipindi ambacho mimi nimeongoza tumeweza kukomboa ardhi mbili za bichi hapo Diani. Tumeweza kurudisha kisiti kwa wananchi wa Kwale. Chale Island imerudi kwa wananchi. Chanza Ranch iko karibu kurudi kwa wananchi. Lunga Lunga Ranch ambayo ilishikwa na mabwenyenye kidogo imerudi kwa wananchi. Najaribu kwa uwezo nilionao kuhakikisha rasilimali ya mkwale inaweza kulindwa. Gavana wa kwanza Muslimu wa kike Kenya. Watoto wasoma basari